Baada ya kufa kwa Nabii Idris, umma wote ulioachwa na Nabii Idrisi ulibakia katika tauhid bila ya, kuma, ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu tauhid, yani hakukuwa na Mungu mwingine anayeabudiwa pamoja na Allah. Maasi yalikuwepo na tulitaja maasi yalianza kutokea mwenyewe Adamu yupo Yani, watoto wa Adam wapo waliokuwa wakifanya maasi, fujur, zina na vitu vingine, katika ule upande wa watoto wa Kabili kama nilivyoeleza katika kisa cha Nabi Allahi Adam alaihi salatu wassalam. Kwa hiyo maasia yalikuwepo, lakini maasi ya shirki yalikuwa hakuna, watu wote walikuwa wako katika tauhidi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu peke yake bila ya mshirika kwa hiyo umma ulikuwa ni umma mmoja, na Qurani hivi ndivyo inavyoeleza katika suratul Baqara, Allah anasema, kana nnasu ummatan wahida, watu walikuwa ni umma mmoja. Sasa ni watu gani hawa wanaoelezwa kwamba walikuwa umma mmoja? Ndio hawa tunaowaelezea leo, kutokea Nabi Adam mpaka kufika kwa Nabi Idris.

Hakuna kumwabudu asiyekuwa Allah pamoja na kwamba maasi yalikuwepo, lakini kila siku zilivyokuwa zinakwenda kukawa kunajitokeza mambo fulani fulani katika jamii ambayo iliachwa na Nabii Idris katika kundi hili la watu waliokuwa wachamungu walitokezea baadhi ya watu ambao wakawa maarufu sana kwa uchamungu wao, bali walikuwa wakipigiwa mfano katika takwa walizokuwa nazo, hata asbaha lnasu yaqtaduna bi, mpaka watu wakawa yaqtadau bi haula lqaum, wakawa wanawafuata na, na wamewafuata kwa uchamungu wao na akhlaqi zao na silatur rahim na kuunga ko walivo yaani, walikuwa ni mithalan ala lnas na walikuwa wanajulikana kwa majina. Mmoja alikuwa akiitwa Wuddud, wa pili alikuwa akiitwa Yaghuthun, watatu alikuwa akiitwa Yauqun na wanne akiitwa Nasra, Wad, Yaghuth, Yauq Onasra. Hawa watu walikuwa ni katika vipindi ambavyo nabii allahi Idrisa ameshaondoka. Yaghuth, yauq, suwaa na wudd na yauqa, hawa watu watano ni mashekhe na ulama wa hali ya juu sana katika kipindi hicho, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, aliwajalia wakawa wana nasibu kubwa katika ibada ikafika wakati nao wakawa wanakufa mmoja baada ya mwingine, pamoja na umri wao kuwa mrefu, lakini imefika mahali wudun anaonekana yanamu ala firashil maut. Watu wake, jamaa zake, wanafunzi wake wanakuja kumzika, wanalia machozi yanawatiririka na huzni inakata nyoyo zao kwa sababu mfano wa mtu aliyeondoka hautoweza kupatikana tena. Yaghutha anafuatia, Yauq anafuatia, Suwaa anafuatia, Yauq Nasra anafuatia, wote watano wakaondoka katika dunia mmoja baada ya mwingine. Sasa kipindi ambacho walikuwa hawapo hawa mabwana kilikuwa ni kipindi cha huzuni sana, kwa sababu lan yajidu amthalahum baadahum, hawatopata watu watakaokuja kureplace zile darsa na vile vikao walivyokuwa wakikaa na kuviendesha hawa watu. Na hili ni jambo la kawaida katika jamii. Sisi tumeondokewa na watu wakubwa katika nchi yetu hii mashekhe wanapotajwa na ulama, unasikia vipi? Mpaka amekufa huyu, unakaribia kukufuru kwa ule uzito wake. Kwani at ataondokaje mtu kama huyu? Kwa nini asife fulani? Unasema bora angekufa fulani akabakia fulani, kwa sababu ya hidaya waliokuwa wakiitoa kwa watu na ilmu yao ilivyokuwa ikileta nuru. Lakini wote wanakwenda kwa Allah jalla jalalu Unaweza kuona watu wanalia siku ya kufa mtu fulani, si kwa sababu tu kwamba amekufa, la, yale ambayo ameondoka nayo hatoyapata tena. Aliwahi kwenda bwana mmoja kuomba angalau asali kwa mmoja katika aghnia walioachwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sahaba. Yule bwana kaenda na chupa yake ndogo hivi kwenda kuomba asali kwa huyu tajiri, kagonga mlango, akapokewa vizuri, akamwambia naomba kidogo asali kidogo, sababu asali kama ilivyoelezwa katika Qur'ani, umuhimu wake ni dawa na hivi na hivi, naomba asali kidogo. Yule bwana aliyeombwa asali kidogo kwa kichupa kile alichokuja nacho, yule bwana akaingia ndani, akaonekana anabeba mtungi mzima anamletea yule bwana alokuja na chupa ye, kaja na chupa ndogo kama hii, lakini bwana akatoka na mtungi anampelekea akawambia, mi nimekuja na kichupa changu hiki, naomba kidogo tu, umenitolea mtungi mzima. Lakini hawa watu walikuwa wanaaminiana. Ingekuwa sisi tumewambia, ndo nanikomoa nisije tena. Lakini yule bwana akafurahi ghayata lfaraha kwa kuwa wameletewa mtungi mzima kisha akamuuliza, maladhi hamalaka ala hadha, kwa nini umeleta mtungi mzima, wakati mimi nimekuambia unitilie humu tu kidogo? Akamwambia, wewe ulivyoomba asali, umeomba kwa kadri ya hali yako, umeomba kwa kadri ya hali yako ilivyo, na sisi tulivyotoa tumetoa kwa kadri ya hali zetu zilivyo. Mimi si mtu wa kukugawia kichupa kama hicho kwa uwezo ambao Mungu amenipa mimi, ni mtu wa kukupa mtungi mzima. Kwa hiyo natoa kwa kadri ya uwezo ambao Mungu amenijalia amenipa. Yule maskini fukara akatokwa la machozi, kisha akamuuliza kwa mshangao mkubwa. Na hapa ndipo tunapokuja kukuta umuhimu wa mtu baada ya kuondoka. Akamuuliza, msriuka yudfan yaani wewe utakuja kufa siku moja? Wewe kwa sababu ukija ukifa sisi nani atatulea? kama hivi yaani, unaweza kuchanganyikiwa kwa ule umuhimu wa yule mtu aliyokuepo katika dunia. Amithluka yudfan, mfano wako wewe, naye pia atazikwa mfano wako wewe, pia naye atakufa. Na kuna watu wakifa watu wengi alokuwa anawanusuru kwa njia mbalimbali, biidhnillah anawatizama, anawalea wale watu, husikitika sana kwa sababu mfano wake yule bwana, sijui kama atatokea tena. Fulani kafa, naam, kafa, watu wanalizana, wanalizana. Kwa nini? wala hawamuhusu kitu la ile ihsani yake alikuwa akiwatendea. Kwa hiyo wanapoondoka watu wakubwa watu ma makarimu watu wenye wa ihsani kubwa kwa watu watu hulia sana, kwa sababu wakifikiria kwamba kuondoka kwake ndo kila kitu kimeondoka, zile neema zilizokuwa zikitawanywa na mikono yake ndo nazo zimekufa vilevile, ndo hazitopatikana tena. Watakuja watoto kama tulivyosimuliwa katika Qurani kisa cha ashabul janna ni, ni ushahidi kamili wa hayo. Allah alijalia kuna mtu mmoja kule Yemen, mwepesi wa kutoa, na alikuwa akivuna tu anawaita watu wa mji mzima, njoni leo siku yenu ya kuvuna. Shamba lake yeye, lakini hatosheki kuvuna yeye na wanawe, anawaita watu wa mji mzima, anawaambia taala leo siku ya ma mazao yenu. Watu wanaijua tarehe ile, wanakwenda mapema, alona polo na gunia, kila mmoja anakwenda pale, anajaziwa, anachukua na kwenda. Ikawa ndo mwendo wake wale, ikawa hawana haja tena ya kukumbushwa wao. Ikifika ile tarehe mwaka huu kuvuna tayari, siku fulani wanakwenda na yule bwana bila ya taksiri anafanya. Lakini je, baada ya kufa yeye, ilikuwaje? Watoto walieka mkutano wakasema, bwana almalu qalil w aliyalu kathir wa abuna kana yalaabu bihadhihi lamwal, jamani, mnajua mali zimekuwa kidogo na sisi wenyewe tumekuwa wengi na baba yetu walikuwa akifanya mambo sisi haturidhiki nayo, akimwaga mwaga pesa tuna mali kwa hawa watu, akiwapa maskini nini. Bwana, mwaka huu tubadilishe system, hakuna tena kuingia maskini hata mmoja. Na Qurani imesimulia inna balaunahum kama balauna ashabal janna

Atds aya hizi zinaeleza Mwenyezi Mungu alivyowatilia hasara katika shamba lao wa lile, walipotia nia tu kwamba kesho asiingie fukara hata mmoja, maskini hata mmoja asipate mtu kitu, wenyewe tunahitaji basi. Moto uliingia katika shamba lile usiku kabla wenyewe hawajavuna likaunguza kila kitu. Walipopambaukiwa, walipokwenda, wanaitana kwa siri, fatanada umusbihin anigdu ala harthikum in kuntum sadimin fantalaku wahum yatakhafatu. Wanakwenda pole pole, wananyatia amka wakati wamefika, ili wale maskini wasisikie kwamba hawa wanakwenda kuvuna. Falamma raauha qalu inna ladhalun, walipoliona shamba lao kusema silo hili tumepotea njia, kumbe ndio lenyewe. Nia zao zilivyokuwa mbaya na choyo walichokuwa nacho, Mungu amewapa destruction na ufisadi katika mali zao. Sasa watu wanapolia kwamba mtu kafa, wanalizwa na mengi kwa yule mtu. Usije ukafa katika dunia watu wakafurahi, wakasema alhamdulillah, tumepumzika E, mwana yule alikuwa anatuibia, huyu anatuvunjia nyumba zetu, huyu anatutesea watoto wetu, wa, a, watu anafu, anafurahi kwa wewe umeondoka duniani. La, ondoka duniani watu wawe na huzuni na wewe. Ibn Kathiri anasema ya ibn adam, ewe mwanadamu, nazalta min batni ummik bakiyan wannasu hawlaka yadhakuna surura umeshuka katika tumbo la mamako ukiwa unalia na watu wanacheka wanafurahi. Siku ya kuzaliwa ilikuwa hivyo, nazalta min batni ummik bakiyan wannasu hawlaka yadhakuna sururan, wewe unalia watu wanacheka siku ulipoingia katika hili dunia faamid ila amalin an takuna yawma mautika idha bakau dahikan masrura. Sasa fanya kazi ambayo itawapelekea watu siku ya kufa, wewe unaondoka, wao wanalia, wewe unafurahi, unacheka, iwe <laughs> basi <laughs> isiwe, umekuja duniani na kilio, na siku ya kuondoka unaondoka na kilio. Hapana, ghayr hadha nizam umeingia kwa kilio utoke kwa kicheko na furaha. Wao ulipoingia walicheka, siku ya kuondoka taban watalia na watalizwa na mambo mengi. kwa Wuddun Suwaun Yaghuthun Yauqun Nasra, hawa walikuwa ni ashabul fadila, watu walikuwa na ilmu na mashehe na ulama wakitegemewa, wakanu mahbubun, walikuwa ni watu wanapendwa na watu wao bi ilmihim wa taqwahum wa zuhdihim, taqwa ilimu na zuhdi na ucha Mungu, wakiongoza watu katika mambo fulani, fulani na wakionyesha watu njia khairi katika swila turahim, mpaka wakawa vipenzi vya watu naam. Baada ya kufa, huzni katanda, watu kila unaowaona mji umejiinamia, kwa sababu wamekufa mashehe na ulama. Hapa ndipo alipopata Iblis la anatullahi alayhi njia ya kubadilisha kabisa hali za watu kutoka katika ummatan wahida kuwaleta katika shirki na ilhad. Nini alichofanya Iblis? Aliwaambia, mnahuzuni za nini nyinyi? Kaambia, taban mashehe wetu ulama wetu viongozi wetu wamekufa, lazima tuwe na huzni. Kaambia, msiwe na wasiwasi, takupeni rai insibu fi majalisihim. Tengezeni tamathili picha zao, mtawachongea mimi huyu shekhe fulani alikuwa pua yake refu kidogo, mwingine pua yake milala kidogo, macho yake yalikuwa makubwa, fesi ile ile. Alikuwa anasema atawachongea sura zao, kisha atawaekea katika vikao vyao walokuwa kika si, alikuwa kursi yake ni kikao chake hiki hapa, alikuwa kikao maskani hii akika hapa, mimi nitakuchongeni mtu yule yule, alafu nitamweka pale, bila shaka hii itapoza poza kidogo huzuni zenu, kana kwamba mnamuona. Baadhi ya wale wanausema, hii fikira nzuri itatuondoshea na kutuletea tasilia, tuwe tunamwona yule kiongozi aliyotutoka, kidogo huzni itapungua. Akawatengezea iblisi akawawekea picha tamathili, masanamu ya wale walioondoka katika vikao, waliokuwa wakipenda kukaa wenyewe, wakipita fulani, ndio bado hudu yupo ya uka yupo, Yaghuthi yupo, wapo watu bado, tunaona fesi zao. Hii generation hii haikuabudu sanamu hata moja, na Ibilisi ilikuwa target yake sio hawa, ilikuwa anatizama baada ya hawa. Yaani watu wana mikakati ya muda mrefu, mipango ya baadaye huko angalia subra yake huyo ibilisi. Najua hawa sasa hivi siwawezi hawa, mimi nawapa tu kidogo picha hii, lakini watakaokuja baada ya hapo, hao nawachukua jumla jumla. Kwa hiyo target yake sio hawa, ni vitoto vitakavyokuja baada ya hawa. Wazee wabitaba walipokufa hawa walikuja watoto wao na watoto wao sasa, wakaona zile tamathili zimekaa. Ibilisi akaanza kuwashereheshea, mnajua hawa ni akina nani? Nyie mnajua historia? Hapana, hawa si ndo fulani na fulani. Laa haulai alihatu abaikum, hawa ndo miungu wa baba zenu. Kanu yabudunahum wayastasquna bihim, walikuwa wakiwaabudu hawa na walikuwa wakipewa mvua baada ya kuwaomba hawa, dhiki zao za mitaani zikiondoka baada ya kuwasujudia hawa. Sasa nyinyi kama mnataka kupotea, njia ghairu hadha nidham. Hapa ndipo ilipoanza ibada ya kuabudu masanamu. Huko kote safi, hakuna ibada ya, ya, ya masanamu ya, japokuwa dhambi zilikuwa zinatendwa lakini ibadatu lighairi llah lam takun maujuda qabla dhalik, sujud lilasnam la, watu wote wanamsujudia mola mmoja, kana nnasu ummatan wahida. Sasa baada ya kuabudu masanamu watu, ndipo mwenyezi Mungu akawapelekea mtume awatoe katika ibada ile awarudishe katika ibada aliyoitangaza Nabii Idris na kabla yake Nabii Sheth na Nabii Adam.